Harakati za mwikenda zinakuletea katibu mkuu wa kanisa la Karmeli Assemblies of God KAG akielezea kuhusu maandalizi ya sherehe ya kusimikwa kwa askofu mkuu wa kanisa hilo, Dkt. Evance Chande, zitakazofanyika eneo la kanisa hilo Ipagala jijini Dodoma kesho Jumamosi Aprili 19, 2025 maandalizi hayo yameenda sambamba na waumini kujitolea damu ya kusaidia wagonjwa katika hospitali ya Benjamin Mkapa. langu ninaitwa Bazoro Jerome Mtila, ni katibu mkuu wa kanisa la Karmeli Assemblies of God. Nipo hapa kukutangazia juu ya tukio kubwa la kihistoria ambapo tunaelekea katika kumsimika askofu mkuu mpya wa kanisa hili la Karmeli Assemblies of God. Askofu mkuu huyu mpya mteule ambaye anaitwa Uh, Askofu Dr. Evance Chande. Tukio hili litaanza kesho saa moja na nusu mpaka saa nane na robo mchana. Askofu mkuu pamoja na maaskofu wengine wote watakuwepo hapa kwa ajili ya kusherehekea siku hii, siku hii. Lakini pia uh, pamoja na tukio hilo tunaye mgeni rasmi ambaye ni waziri mkuu ambaye yeye ndiye atakuwa mgeni rasmi wa tukio hili. Ninakualika wewe mpendwa kutoka sehemu mbalimbali hapa nchini Tanzania, karibu sana kwa ajili ya kujumuika nasi katika siku hii muhimu na ya historia. Lakini pia sambamba na tukio hili la kumsimika askofu mkuu mpya, tumekuwa na matukio mbalimbali mbali kuanzia siku ya Jumatatu mpaka kufikia siku ya leo, na hatimaye kesho ndio tunakwenda kuhitimisha. Lakini Jumatatu tulikuwa na zoezi la upandaji miti na kufanya usafi katika kituo cha kata ya Ipagala pamoja na kituo cha afya pale Ilazo hapa Dodoma. Lakini siku ya Jumanne tukawa na zoezi la kwenda kutoa maziwa kwa ajili ya watoto njiti. Tulienda katika hospitali pale ya General kwa ajili ya zoezi hili la utoaji wa maziwa ya lactogen kwa ajili ya watoto njiti. Lakini Jumatano na Alhamisi, kwa maana ya jana na juzi, tulikuwa na zoezi la ukusanyaji wa vifaa kwa ajili ya kuwasaidia watu ambao wanaishi katika mazingira magumu. Zoezi hili limeenda kwa uzuri sana na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Siku hii ya leo ambayo ni siku ya Ijumaa ya tarehe 18 tumekuwa na zoezi zuri sana la kuchangia damu. Ni zoezi muhimu sana ambalo limeanza kwa ufanisi mzuri. Wataalamu wetu wameshawasili hapa toka saa tatu na tayari wachangiaji damu wameanza kumiminika kwa ajili ya kuja kuchangia damu na mpaka sasa ninapoongea tayari watu wasiopungua ishirini na sita wameshachangia damu na zoezi bado linaendelea. Ikiangalia huku nyuma naona watu wamepanga mstari kwa ajili ya kuendelea kuchangia damu. Nitoe tu ombi langu kwako wewe Mtanzania unayeishi katika uh, jiji la Dodoma au karibu na mtaa huu wa Ipagala, karibu sana, jongea kwa ajili ya kuchangia damu. Damu ni muhimu kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu ambao wana uhitaji wa damu. Tunao watu mbalimbali ambao wanaweza kawa na uhitaji wa damu. Inaweza kawa ni ajali wamepata na wanahitaji kuongezewa damu ili afya yao iweze kurejea vizuri, lakini kuna watu tu kiafya wanahitaji kuongezewa damu kutokana na mapungufu mbalimbali. Kwa hiyo unapochangia damu, maana yake unaokoa uhai wa mtu sehemu. Nikualike karibu na vilevile nikukaribishe kwa ajili ya kuhudhuria katika tukio hili zuri na rabaraka, na Mungu atakubariki. Hapa ni Askofu Mkuu mteule wa kanisa hilo Dr. Evance Chande akitoa shukrani kwa waumini wote waliojitolea damu. Nimemshukuru Mungu sana kwa nafasi hii ya pekee ya kusema na Watanzania leo. Ni Jumaa kuu, kila mmoja anajiandaa kusherekea sikukuu ya Pasaka siku ya Jumapili kama mnavyofahamu. Eh, Bwana wetu Yesu Kristo aliteseka pale msalabani siku kama ya leo na, na kafa akazikwa, siku ya tatu akafufuka. Sasa sisi kama kanisa la Karmeli Assemblies of God tumeendelea kuwa na hali ya kuadhimisha sherehe hii ya Pasaka kwa kufanya matendo ya huruma na tumeamua kutoa damu. Waumini wetu wamejitolea kutoa damu kwa ajili ya kusaidia Watanzania na ni moyo wa uzalendo, ni moyo wa uzalendo, na ninatamani sana hali hii iendelee kwa Watanzania, ikiwezekana Watanzania wote wale ambao wenye uwezo wa kufanya hivyo wachangie damu na mara nyingi huwezi kujua tatizo mpaka utakapoingia sehemu husika. Tumekuwa tukiwasiliana au kuongea na madaktari, wamekuwa wakitueleza uhitaji wa damu ni mkubwa, na ikitokea nafasi ya watu kuchangia inapendeza. Kwayo ninaomba watanzania wenzangu, tuwe na moyo wa uzalendo wa kujitolea, na hasa hili swala la kuchangia damu. Nawaomba sana sana sana, kuna wagonjwa wanakufa kwa kukosa damu yaani, ikitokea damu imekosekana, madaktari wanafanya jitihada zao zote kuhakikisha mtu huyo anaweza kuwa salama. Sasa ni tatizo kama damu itakuwa haikupatikana hai, hai, hai, hai, hai, hai, ku, hai. Kwa hiyo niombe tujitolee damu, sisi kama kanisa la Karmeli Assemblies of God tumejiwekea utaratibu kwamba hili zoezi sio leo tunaanza, litakuwa linaendelea kila baada ya muda fulani, tutaambizana, alafu tutaendelea kuchangia sio tu damu na mambo mengine mbalimbali. Nao waumini waliojitolea damu walikuwa na haya ya kusema. Mi kwa jina naitwa ndugu Atanasi Joseph Magwe, namshukuru Mungu ambaye ametufikisha mahali hapa kwa ajili ya uchangiaji wa damu. Kanisa letu la Karmeli Assemblies of God limefanya vizuri kuwaagiza wananchi wote ambayo wako kanisani, ambayo hawako kanisani pia, wawe na hiari ya kuchangia damu. Vivyo nimefurahi sana, hata mimi mwenyewe ni miongoni mwa watu ambayo wamechangia damu kwa hiyo uchangiaji damu ni mzuri sana maana unaokoa maisha ya watu wengi, hasa Watanzania ambayo wanapata ajali, majanga mbalimbali, damu inatumika. Vivyo ninawasihi Watanzania wenzangu, muwe na hiari ya uchangiaji damu. Ninafurahi sana waandishi wa habari kwa wito wenu, pia kuona ni vizuri sana kuwa pamoja na kanisa letu ambaye limeamua kutoa damu kwa hiari. Mungu wa mbinguni awabariki na awalinde. Habari wa Tanzania. Mimi kwa majina naitwa William Samson Njani. Ni Mtanzania na ni mkazi wa kijiji cha Manchali, kijiji ambacho kiko katika wilaya ya Chamwino. Mimi ni mchungaji wa kanisa la Karmeli Assemblies of God. KAG kwa leo hii niko mahali hapa makao makuu kwenye ya kanisa letu ambapo ni Ipagala. <coughs> Niseme kwamba ninamshukuru Mungu ambaye ameniwezesha kuwepo hapa kwa siku hii ya leo kwa ajili ya zoezi hili la kuhusu kuchangia damu. Nizungumze kwamba ndugu zangu wa Tanzania, ni kweli kabisa, tukiangalia Watanzania wengi wana shida mbalimbali, mbali na wana mahitaji mbalimbali ambayo wengine hawana hata uwezo wala hawana hata nafasi ya kuweza kufanikiwa hata katika afya zao. Kwa hiyo, mimi nimeona umuhimu mkubwa wa kujitolea kuchangia damu ili niweze kusaidia Watanzania wengine ambao siwafahamu ili nao hata katika afya zao zile zilizo dhaifu basi afya zao ziweze kuimarika. Kwa hiyo, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya hili. Na ushauri kwa watanzania wenzangu ya kwamba tujitowe kwa ajili ya wengine ili afya zao zipate kuwa nzuri. <clears throat> najua kabisa ya kwamba yawezekana ukawa na hofu, yawezekana ukawa na mashaka, lakini ondoa mashaka, ondoa hofu, kwa sababu unapowasaidia wengine tayari kwanza unapata baraka kutoka kwa Mungu na pia hata wale wengine watakushukuru. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Dorcas Alisa, ni mshirika wa mahali hapa, nayo kila sababu ya siku hii ya leo kuweza kushiriki katika zoezi la uchangiaji damu. Kiukweli ni zoezi zuri, najua kuchangia kwangu damu, kuna mtu kule hospitali ataweza kusimama kupitia mimi. Na washa, na washauri wanawake wote duniani waguswe kama mimi nilivyoguswa wachangie damu ili tuweze kuokoa wanawake wenzetu kule mahospitalini wanaopitia changamoto ya uzazi. Amina. Naye mhamasishaji utoaji damu kutoka, dam kutoka Hospitali ya Benjamin Mkapa akitoa shukrani kwa wale wote waliojitolea damu. Kwa majina anaitwa Angela Samike ni mhamasishaji wa damu salama kutokea Hospitali ya Benjamin Mkapa. Leo tumefika katika kanisa hili kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli ya uchangiaji wa damu kwa ajili ya kuwaokoa watu ambao wako mahospitalini. Sana sana tunaongelea hospitali ya Benjamin Mkapa. Uh, yanasaidia kuchangia damu kunasaidia kuokoa maisha ya wale wanaohitaji damu, tunasemea wagonjwa wanaotakiwa kuongezewa damu. Kuna watoto, kuna wamama wanaojifungua wanapoteza damu kuna watu wanaofanyia upasuaji kila siku, vilevile nao wanahitaji wa damu. Kwa hiyo tunawashukuru sana uongozi wa kanisa na wananchi wote na waumini waliojitokeza siku ya leo katika kuja kuchangia damu. Uh, mpaka sasa zoezi letu linaendelea kama mnavyoona, watu wamejitokeza kwa wingi. Tunasema asanteni sana, na watu tunazidi ku, kuwaomba wanajamii wa waone ni zoezi la kawaida na kuja kuchangia damu Tusisubili mpaka tunapokuja kuhamasishwa. Wewe mwenyewe tu unapoona ukipata wakati basi unasogea vituo uh, vile vyote ambavyo watu wanachangia damu, tunaenda kuchangia damu kwa ajili ya kuokoa maisha. Asanteni. Waliyekuletea tukio hili kutoka hapa makao makuu ya nchi Dodoma ni mimi Richard Mwekenda wa Kamanda wa Matukio Online TV.